Misikiti hii, ndugu zangu katika imani, katika mgongo wa ardhi, ahabbul biladi ila llah, ndiyo maeneo ambayo Allah anayapenda mno. Wa abghadul biladi ila llah, na miji ambayo Allah anaichukia mno, aswaquha ni miji ambayo imejaa masoko, lakini hakuna nyumba za ibada. Hata ibada watu wanasahau hata kusoma dini yao, watu wanasahau hata majukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala, watu wanayasahau. Na maeneo anayoyachukia sana Allah subhanahu wa ta'ala ni maeneo ambayo masoko yanakuwa mengi, biashara zinakuwa nyingi watu wanaghafilika na dunia yao, wanasahau lengo la uwepo wao. Misikiti ni sehemu ambayo mtu akiingia ndani ya msikiti akajua ameingia katika nyumba ya Allah subhanahu wa taala, anakuwa pahala tulivu, pahala penye amani, ana mawasiliano na mola wake. Ndiyo pahala ambapo mtu akizongwa na dunia anaingia msikitini, anakaa faragha, anapata kuzungumza na Allah subhanahu wa taala. Nyumba za Allah subhanahu wa taala ambayo ni misikiti, ndugu zangu, ni pahala ambapo panatengeneza tabia za Waislamu, ndipo pahala ambapo mtu akiingia anajifunza akhlaki kama alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Uwepo wa msikiti sio pahala pa kuswali tu, bali ni pahala ambapo tajmau bainal ibadati wa taalumi alakhlaq. Pamoja na kuswali, lakini pia tunajifunza akhlaki zilizokuwa njema. Misikiti katika ardhi ni vituo vya ibada, lakini ni vituo vya malezi asli ya masomo ndugu zangu katika imani, masomo ya dini, watu kuijua dini yao, asili ilikuwa ni ndani ya misikiti misikiti. misikiti siyo pahala pa ajili kwa kuswali peke yake, bali ni pahala, iman, ni pahala tilaul iman, ndiyo ngome ya kutengeneza imani za waumini. Allah subhanahu wa taala amejalia ujenzi wa misikiti. Kuujenga msikiti ni moja katika mambo ambayo kwayo anajikurubisha mja kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndani ya misikiti tunakusanyika, kinachotukusanya ni kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala. Ndani ya misikiti unajengeka udugu, udugu wa iman, udugu wa kweli ambao una thamani kuliko udugu wa damu. Unayekuwa katika msikiti huwa fi dhilli rahman, atakuwa chini ya kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala siku ya Kiyama.